Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limetangaza kuwashikilia watu watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kuwa wametekwa ili kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kutoka kwa ndugu na wanafamilia wao. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, CP Richard Abwao amewaambia waandishi wa habari ya kuwa watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Khadija Jimmy Murijo mwenye umri wa miaka 39, Kabila Mpare ambaye pia ni mke wa Bwana Emmanuel Peter Mchali, Ashura Swalehe mwenye umri wa miaka Vitus Joseph mwenye umri wa miaka 34 ambapo wote wanadaiwa kushirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Khadija Jimmy ametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa hao naelezwa ya kuwa walitengeneza uongo huo ili kujipatia fedha kwa mume wa Khadija Murijo ambapo walipata kiasi cha shilingi milioni moja na laki tatu themanini na tano elfu mia nane kati ya shilingi milioni mbili walizoziamrisha kuz kutoka kwa Bwana Emmanuel. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Khadija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare, ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchali. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swalehe mwenye umri wa miaka 48 huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtumiwa watatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph ana miaka 34 mkulima na mua. Watumiwa watatu kwa pamoja walishikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Khadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani, na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Adija Jimmy Murijo na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni moja laki tatu themanini na tano elfu na mia nane ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankulu. Lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtumio huyu alikuwa amekwenda wilaya ya, ya Urambo katika kijiji cha Vumilia na watumio wao walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo, waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Peter Mchali. Kapigiwa simu nikapokea, akaniambia mimi nimetekwa. We umetekwa e? wapi ulipo? Kasema huko niliko sijui, niko kwenye jumba ambalo limepigwa bati halija limeezekwa tu halija wekewa milango wala madirisha mm, kidogo nikasikia sauti nzito, lete hiyo simu. Akachukua ile simu ananiambia hello bro, tunataka utume hela milioni mbili. Kaambia milioni mbili za nini, au unataka tufanye show? Ile swali lile nikaona mm, hawa kweli inawezekana niwatekai. Sasa kwa sababu ana na mtoto wangu anaye kule mimi, ili nikaambia nipeni muda. Wakaniambia tunakupa dakika nne. Nilichokifanya nikaenda polisi kwenda kutoa taarifa jamani, kuna tukio hili limetokea, kuna mtu fulani ametekwa ametekwa eh <coughs> mm. Sasa mzee, hebu nenda kalale, haya maswala yanatakiwa masaa 24. Mimi nikarudi kulala, lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela tunahitaji hela. Kufika tarehe moja, ilikuwa siku ya Jumamosi sijui, nikamwona bwana mmoja hivi anaitwa Maruru kaa tume, amekopa hela sehemu laki tano na mimi nikatafuta laki tano. Jumapili asubuhi zikatumwa hizo laki tano jioni ikatumwa laki tano. Ndio ikawa milioni. Hicho ndio ninachokifahamu. E, mimi naishi naye kama mzazi mwenzangu, yani natunza kitoto kile alichonacho. Sio kwamba naishi kama mke. Yaani mimi nashinda kwangu, siku nikiona naenda, naenda pale napeleka huduma. Kilichofuata ni kuruhusiwa kule, kule kurudi. Eh, akarudi nyumbani watoto wake wakanipigia simu, baba mama karudi kaambia, haya nitakuja kumuona kesho. Siku hiyo siku iliyofuata ambayo ndio ilikuwa Jumatatu asubuhi, nilienda kwake pale, kaenda kumjulia hali, tukiwa na bwana mmoja anaitwa Dula, kaenda pale tukamjulia hali, tukakuta kwa kweli hali si hali sio nzuri, ana sheki sasa. Siwezi kujua kama kule kusheki ni kuigiza au vipi, mimi sijui basi tukamjulia hali baadaye, si tukatoka, aliniambia kwamba alikuwa anapigwa mabanzi na ku, kwamba kula alikuwa hali naona, alafu akiambiwa naomba maji analetewa mikojo. Ndio maelezo aliyokuwa ananieleza. Yani, ushiriki wangu ni kama kawaida, kodi ya nyumba nalipa, bili ya umeme nalipa, bili ya maji nalipa, eh, na matumizi anapewa. Zaidi ya hapo labda lingine. Asa siku hiyo tu mimi nilishtukia kwamba simu imepigwa imepigwa kwake, akaniambia mwenzangu, mimi tunaitwa kwa mkuu wa mkoa. Nikamwambia ah, twende. Nikamleta mpaka hapa, akaeleza mwanzo mwisho, ndio akamuuliza kwamba unaweza kutupeleka kwenye eneo la tukio na ukatuonyesha ukatu, ukatu, akasema nitawapeleka pale waliponiachia, waliponiterekezea yani, kwamba mimi nakuleta hapa sasa, nakufungua, fuata njia hii utakutana na barabara pale, ndo alipotupeleka akawa ameniuliza, hivi kesho vipi utakuwepo nyumbani? Nikamwambia nitakuwepo kwani vipi? Akaniambia wifi yangu nimekumiss, nataka nije nikusalimie. Nikasema sawa wifi yangu, karibu nimwone. Wifi yangu kafika, tukapokeana vizuri. Baada ya kuwa amefika, nikakaa kwenye kochi. Baada ya kuwa nimekaa, akaniambia, wifi mimi nimekuja bwana, shida kubwa ni mzazi mwenzangu babake na kakatoto, kwa sababu alikuja na katoto kana takriban miaka mitatu kuelekea minne kakike. Akaniambia babake na huyu mtoto, bwana, mimi ananizingua sana kwenye maisha, nina takriban miaka minane na ishi nae. Aa, mwaka jana tu tumeenda Dar es Salaam tumechukua hela zaidi ya milioni thelathini, lakini hajanifanyia chochote kitu kwenye maisha yangu. Sasa mi nikaona hapa nifanyeje? Kila nikimwambia anachonijali sana ni kwenye huduma ya kodi ya nyumba, bili ya umeme, labda nakula, lakini kwa mengine wala hata hanijali. Yani, kama tampata mkaka mwenye uwezo wa kusema, ambaye hawezi kuteteleka kwenye simu, ampige mkwala huyo mbaba, kwa sababu huyo mbaba anamfahamu ni mzaifu kwangu, ananipenda na anapenda mtoto wake, hatakubali niangamie, ni lazima hela atachuma. Nikamza ehe, unataka utumie shilingi ngapi? Akasema mi nikitumia milioni mbili kesi imeisha, mi naondoka. Nikamwambia wifi, milioni mbili yote mtu kanaweza aka kutumia hata kama ndo mewako, nina uhakika zipo, ndo maana anasema milioni mbili. Bahati nzuri imefika kijiweni, kuna mkaka anafamiana naye waga nanita mamdogo, nikamwita naitwa Vitus. Huyo kaka nikamwambia Vitus, nakuomba nyumbani kwangu nina shida kweli kaka. Kaingia ndani, baada ya kuingia ndani yule kaka mida tunakula, nikamuuliza wifi, vipi ratiba zako zimekaaje? Akaniambia ziko zinatiki. Kaka kakubali, kasema atanisaidia kupiga mkwala wifi muamala wa pili umesoma, imetumwa laki tano nyingine. Nikamwambia, hivi wifi yangu kwa mimi binafsi, kwa sababu ulikuja kwa niaba ya kutafuta tu hela, ili upate hela ya maisha, kwamba mume wako anakusumbua, hiyo milioni moja mimi naona kama vile inatosha. Chukua hiyo milioni moja yako, akafanya mambo yako, maisha mengine yaendelee. Akasema, kweli wifi, mimi mwenyewe saa hizi nafanyaje? Naondoka. Nikamwambia sawa.